Naitwa Revukatu Siruimam, ni mwana umoja wa umoja wetu wa Abagambakamo, ambao ni umoja wa watu waliozaliwa mkoa wa Kagera tunaoishi mkoa wa Manyara. Tumepanga kuwa na sherehe au afra ya Abagambakamo waliotokea uh, mkoa wa Kagera uh, ambayo hiyo siku tunaenda kuonyesha eh, kuonyesha sisi kwamba kweli ni halisi ni wazaliwa wa mkoa wa Kagera, lakini katika mkoa wa Kagera kuna nini? E, tunajumuisha sisi wenyewe wanachama, watoto wetu, wenza wetu, e, marafiki tulionao tu, tulionao. Tunaenda kuonyesha utamaduni wetu, utamaduni katika nyanja zote, nyanja za mavazi, vyakula, na, na, na, na, na, na shughuli zote, na tunapata nafasi kwanza ya kufahamiana hilo ni la kwanza kabisa. Lakini ya pili tunapata fursa ambavyo tunaweza tukajipanga tukaona ni kwa namna gani tunaweza kuwa chachu ya kuleta maendeleo kwenye mkoa wetu ambako tumezaliwa. Naitwa Faraji Abdul Huseini e, ni mjumbe wa kamati ya huduma za jamii kwenye muungano huu au umoja huu wa Bagamba Kamo kwa Manyara. Kama mjumbe wa kamati ya jamii, napenda kuzungumza juu ya faida za umoja huu ambavyo wanajumuiya wamekuwa wakinufaika sana na umoja huu pale wanapokuwa na changamoto za msiba, magonjwa, mambo mengine kama furaha. Kwa mfano kama mtu anaozesha, anaoa, mambo yote haya yamekuwa yakinufaisha watu ambao wapo kwenye umoja huu kutoka Kagera ambako wako mkoa Manyara. Kwa hiyo nichukue fursa hii pia kuwakaribisha e, Wanakagera wote ambao wako mkoa wa Manyara kuhudhuria katika kongamano kubwa au mkutano mkubwa wa Bagamba Kamo Manyara Day ambao utafanyika mkoani kwetu hapa, lengo ikiwa ni hasa kuwaongeza uh, wingi wa wanachama, lakini pia kuhakikisha kwamba huduma hii au umoja huo unawafikia wote ambao wana, wana, wana wametokea Kagera na wako katika eh, mkoa wetu wa Manyara. Kwa majina naitwa Anameli Garibona, uh, ni mmoja wa wanachama wa umoja wa wanakagera waishio mkoa wa ishio, Manyara. Kwa ambao kwa jina maarufu abagamba kamo kwa ujumla, kikundi hiki tulikianza mwaka ishirini ishirini na nne, lakini hadi sasa mwezi wa nne, lakini hadi sasa tumeshaona manufaa makubwa sana kutokana na umoja huu, kwa sababu malengo makubwa ya umoja huu ni kusaidiana katika shida na raha, kufahamiana kupendana na kuwa wamoja, kuwa na kauli moja, pia na kukumbuka azma ya Kagera kwamba sisi ni wanaKagera, tunapaswa kufanya nini? Sasa katika hayo yote, tukienda kwa pamoja, umoja huu umeonyesha kufanikiwa kwa kiwango kikubwa. Majina jina, ninaitwa bwana Godfrey Patrick Butamanya, ni mwenyekiti wa Bagambakamo mkoa wa Manyara. Siku ya leo tulikuwa tuna mkutano wetu mkuu. Kama kawaida kila mwaka watu tunafanya mkutano wetu mkuu kwa ajili ya kuwa pamoja kujadili mambo mbalimbali kwa ajili ya mstakabali wa Bagamba Kamu. Lakini leo kuna mambo makubwa tumeyajadili. Moja wapo ni andalizi la kupata kuwa na forum kwa ajili ya Kagera Day ambao tayari tumeunda kamati. Lakini Kagera Day sio kwa ajili ya watu ambao wako kwenye Bagamba Kamu. Ni kwa ajili ya watu wote wa Kagera wanaoishi mkoa wa Manyara wote wewe una group lolote, wewe ni mwana kikundi chochote au sio mwana kikundi, lakini ni jambo la watu wa Kagera wote. Kwa hiyo tutahitaji watu wote ambao wametoka mkoa wa Kagera kushiriki na sisi, lakini kwa leo wanahitaji kushiriki na sisi, kujiunga pamoja na sisi kwenye bagamba kamo, ni njia nyepesi tu. Kwanza unatakiwa ulipe amana shilingi laki moja na kiingilio shilingi laki moja na nusu jumla laki mbili na nusu Kwa yule mtu ambaye hana hiyo pesa kesha, anaweza kulipa kidogo kidogo, ukalipa laki ukalipa laki ukalipa laki ukalipa elfu hamsini lakini tutakuwa tumekutambua kama wana umoja kwa namna moja au nyingine. namna ya kujiunga ni kuwasiliana na viongozi kama mimi hapa mwenyekiti. nadhani namba zangu ninauza nikazitaja 0625 190 906 0625 190 906 Karibu sana. Ukipiga hii namba utanipata na nitakupa maelekezo. Karibu sana, kwa ajili ya watu wa Kagera wote waliopo Simanjiro, Kiteto, Hanang, Buru whatever ndani ya mkoa wa Manyara. Kwa hiyo wote tunawakaribisha tushiriki pamoja na kuijenga Bagamba kama